Lakini dawa ya kulevya nyingine ambayo inatengenezwa kiwandani, ambayo inaweza ikawa imetengenezwa sasa katika vile viwanda vya wazi, kwa sababu imethibitishwa kisheria, ni dawa tiba zenye asili ya kulevya, ni dawa tiba zenye asili ya, kama unavyoona diazepam, diazepam ndio zile unaona Valium. Leo mtu anaweza akawa amekutana na changamoto fulani au ugonjwa fulani ambao wakati mwingine eh, anakuwa anakusa, anakosa zile hali za kuweza kupata usingizi. Anaenda kwa daktari, anamuomba daktari, bwana mimi nina shida moja mbili tatu, nakutana na magumu moja mbili tatu, eh, nahitaji msaada kutoka kwako. Daktari anaona sasa, huyu Eh, ni kwa sababu anakutana na hizi hali ngumu na anafikia hali ya kuweza kukosa usingizi kabisa. Ngoja niweze kumwandikia diazepam mbili au moja, si ndio eh? Lakini sasa, unavyoweza kuweza kuitumia kwa kufuata ule utaratibu wa daktari, ina maana umetumia kihalali kabisa, lakini utakavyoweza kuweza kutumia nje ya ule utaratibu wa daktari ina maana sasa hapa umetumia dawa tiba yenye asili ya kulevya kinyume na ule utaratibu wa kawaida ambao unakuwa umefanyaje, umepangwa. Sasa umetumia kama kilevi, haukutumia kama tiba tena. Kwa hiyo hizi zinaweza zikawa zinatengenezwa viwandani eh, na, na, na, na, na ni viwanda ambavyo eh, vinaweza vikawa eh, tunaviona au weza tunavisikia, kwa sababu si dawa zote ambazo zinatengenezwa Tanzania. Lakini kuna dawa tiba zenye asili ya kulevya pia. Eh? Kama unavyoona uh, tramado. Mm. Kama unavyoona tramado. Tramado. Eh? Tramado ni dawa yenye uh, asili ya kulevya ambayo uh, humsaidia uh, kumpa mtu relief yule yenye maumivu, mtu mwenye maumivu makali kupita kiasi. Mfano wake leo tunaweza tukaona kuna baadhi ya wakina mama ambao wanaweza wakajifungua kwa zile operation. Eh, amejifungua leo labda kwa operation, anakuwa na mshono. Kwa hiyo yule mama anakuwa anapewa tramadol kwa ajili ya kuweza kuziba yale maumivu yanayotokana na ule mshono eh, aliyokutana nao baada ya kuweza kujifungua. Eh, lakini zile tramadol utakapoweza kuandikiwa na daktari, kama labda una maumivu makali. Aidha, kuna wale ambao eh, mtu let's say ana, ana, anaweza akawa anaugua labda uchwa mgongo eh, ambaye anakuwa na, na maumivu makali eh, anasikia maumivu makali sana eh, anaenda hospitali eh, daktari anamwambia bwana, utakunywa tramadol labda kimoja asubuhi, kimoja usiku. Wewe ukaamua kuweza kuzitumia zile tramadol tatu asubuhi, tatu mchana tatu usiku, ina maana eh, kwa utaratibu wa kawaida ina maana umetumia eh, zile dawa kinyume na utaratibu aliokupangia nani? Daktari. Kwa hiyo umetumia kinyume na ule utaratibu wa kawaida, kwa hiyo inakuwa hapo umetumia kama dawa ya kulevya, lakini si dawa kwa ajili ya matibabu.